Nilivyoanzisha jengo hili sikuweka mipaka kwamba nani achangie na na nani asichangie, na kuchangia ni wakati wowote. Mimi napokea zawadi mpaka jengo litakapokamilika asilimia 100. Nasema hivyo kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinaongelewa, kwamba tusipokee zawadi, tusipokee mchango wa jengo, kwa sababu hakutuatuka mwanzo. Mbunge ni mmoja wa watu ambao tuliwaambiwa tuchangie, na alikuwa hana nafasi. Sasa hivi kama ana nafasi ya kuchangia jengo, ndio tumekuja kumsikiliza, hata kuchangia kesi gani. Tupigie makofi sana na jengo hili, hili halitakamilika mpaka ikamilike kabisa. Kwa atakapotokea mtu yoyote atakutoa mchango nitampokea, nitamwita, nitampokea. Oi Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niseme katika kipindi chote ambacho umetuongoza, yanaweza akasemwa mengi, tunaweza tukakuteta, lakini wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake. Mpende mwenyekiti, mwenyekiti, wewe na kamati ya sasa hii mna haki ya kujidai na kujivuna. Lakini pamoja na haya mambo, Mheshimiwa mwenyekiti, wewe umekuwa mwenyekiti wa mfano ambaye hutaki kondoo wapotee, umekuwa kutuunganisha, umekuwa ukitukanya na umekuwa kutueleza na maelekezo yako tumekuwa tukiyapokea. Asante sana mwenyekiti, na inawezekana hata kufika kwetu hapa ni kwa sababu yako wewe na kamati ya siasa hii. Asante sana mheshimiwa Mwakembe, akaanza kujenga hili jengo. Mchanga wa kwanza uliotumika, mheshimiwa mwenyekiti, ni mchanga ambao tulileta sisi hapa, tipu thelathini za magari makubwa. Haya hayasemwi. Kwa hiyo nataka niseme tumeanza na jengo hili zamani. Mheshimiwa mwenyekiti, nikushukuru leo ulipoingia wewe, kulikuwa na matatizo ya jengo hili. Wewe ndio uliyoweka hi nguzo hizi, hizi nguzo hizi, kwa sababu tulijua hili jengo haliwezi kustahimili uzito. Baada ya Dr Harrison kuliacha likonipagara wewe, umeleta hizi nguzo ukapiga na kule nje, lakini pesa hizo za kwanza, ndugu zangu, tulio zitafuta ni sisi wana CCM milioni ishirini na sita ya kwanza iliyoanza jengo hili, mwenyekiti wao, unajua ni pesa ambazo wamezikusanya wewe, kwenye chama ulizoanzia, yani ulikuwa na mtaji ukaanzia, ndio ukaziweka hapa. Mwenyekiti, nakushukuru sana mwenyekiti kukuwaza kufanya hivyo. Isho mwenyekiti, baada ya wewe kulia kilio na kuanza kwa kutoa pesa, wadau wengine wamekuja, na mimi ni mmoja wa watu ambao waliandikiwa barua. Sasa hatutakii kwenda kwa nini leo. Swala ni kwamba na mimi niliandikiwa barua, nimeitika na nilikuwa nimejipanga, lakini pamoja na hayo mwenyekiti, kuna maneno, kuna watu wanakuambia usipokee hiyo hela, ninajisi kwa chama hiki. Mimi nataka niwaulize <coughs> na kuwashauri, kuna mtu anasema mimi sitaki kuchangia chama leo. Hakuna. <coughs> <coughs> Changia. Na kwa nini nisichangie wakati hiki ni chama changu ambacho kimenifanya niwe mbunge <todit> lakini kwa nini nisichangie wakati mimi ndiye niliye asisi mchanga wangu wa kwanza hapa ndio uliotumika. Hawajui walitendalo hapo. Kwa mimi nataka nisema, mwenyekiti, mwenyekiti, unachokifanya ni kuhakikisha jengo hili linasimama na mnaacha legacy. Na nakwambia, tutaenda na tutaanza kazi Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi aliponipigia aliponipigia mneki, bahati nzuri na mimi nilikuwa nimeshajiandaa kwamba na mimi sasa muda wa kuchangia umefika. Tumefika pazuri, tunatakiwa tuendelee. Mheshimiwa mwenyekiti aliponipigia siku sita, lakini kabla ya hapo, mwenyekiti, ulianza kuambia, uliniuliza umewahi kuchangia hata kwenye kata nikakwambia ndiyo, nimechangia majengo ya kwenye kata, na naomba labda nitaje baadhi ya sehemu ambazo nimechangia. Kata ya Angusa shilingi milioni tatu watu wa Angusa mpwa. <laughs> Lakini siku ile hamkusimama kusema ndio, mwenyekiti, tumechangiwa. <laughs> Sijui mlikuwa mnamwogopa nani? <laughs> Mwenyekiti, nimechangia shilingi laki tisa nimepeleka ba bati, kata ya Taratara, jengo la kata ya Taratara. Mheshimiwa mwenyekiti, nimechangia ujenzi wa CCM kata ya Ipande shilingi milioni moja laki tano. Kama naongea uongo mseme hapa. Sijaishia hapo mwenyekiti, nimechangia e, nyumba ya katibu ya CCM wazazi, nimechangia mifuko ishirini sawa na shilingi laki nne. Lakini nimechangia ujenzi wa ofisi ya tawi la Lugombo kule kwenu mwenyekiti Ngonga shilingi laki mbili na hamsini. Sijaishia hapa, nimetoa mchango wangu kwa kata ya Ikama, na sijaishia hapo, hata jana nimepeleka mifuko kumi uongoni, vitu ambayo naendeleza. Kwa hiyo huko huko nje mwenyekiti, naendelea kufanya kazi. Wakati huo nilikuwa najipanga nije nichangie wapi, hapa kwenye ofisi kuu. Mwisho mwenyekiti, ninayoyasema nayasema kutoka moyoni. Wengi uliposema analeta milioni kumi aliposema mneki nilisikia kuna watu walisema haziji, wakasahau kwamba niliposema pikipiki nilileta wakasahau kwamba niliposema hamtarudi na njaa hamkurudi na njaa wakasahau kwamba tuliyoyaahidi kama CCM tukisema tunamaanisha. Ndio maana leo mwenyekiti ilani yako ya uchaguzi inatekelezwa kwa sababu na mtu ambaye akisema anamaanisha alichokisema sawa no. mwenyekiti nisingeweza kusema leo naleta pesa wakati sina unasema wakati unacho no. no. no. no. no. no. mwenyekiti ninakuomba niko chini ya miguu yako na naiomba halmashauri ninyi ndiyo viongozi wa CCM wa Kyela hili jengo halitajengwa na mtu mwingine, na kuna kitu ambacho mnakisahau. Pamoja na kwamba mwenyekiti anaendelea, tunaojenga ni sisi. Mwanjala ataacha mwenyekiti hapa leo. Mmesikia wamempa mwenyekiti wa mrefa huko uh, mnajuaje? Akichaguliwa kwenda huko juu, si ataliacha hili jengo? Ninafsiri nabaki na sisi. Huyu bidogo kesho na kesho kutu anaweza akaondoka. Alikuwa hapa kusakula, alian, alianzisha, yuko hapa sisi situpo. Jengo hili ni letu, ndugu zangu. sawa sawa, mwenyekiti ni mtu ambaye ametangulia mbele kutuongoza. Kwa hiyo ninawaomba sana, kama wapo ambao walikuwa hawajui tulikotoka, basi sasa msiache, msidanganywe naya huko kwenye mitandao, msidanganywe na ya watu ambao hawana hawana hawayajui. Sasa mmeyajua kutoka kwenye kinywa cha sisi tuliokuwepo, na mjumbe mmoja wapo ambaye yuko hapa ni dadangu mama Ana lakini na mwenyekiti wa wazazi yuko pale, wanajua tulikotoka. Kirumbo nayo inangaika ngaika kidogo, nakumbuka. Kwa hiyo tupo na tutawapa taarifa za ukweli. CCM oye! Isio mwenyekiti, naweza nikawa nimeongea nimepitiliza, lakini nilitaka tu tuambiane tulikotoka mpaka tulipofika. Kwa hiyo hakuna mtu aliyesusia kujenga. Mbunge wenu nikiambiwa kitu tunafanya na mimi ni lazima ninyi, amesema ya ndugu yangu, lazima niwatii. Ameandika mwenyekiti barua ya halmashauri ya kamati ya siasa, maana yake mimi nikutii, lakini uwezi ukatii wakati unacho, unatii unapokuwa nacho, na leo ndio ninacho hivi na ninavyosema, na ni mwenyekiti, sio kwamba nimekuja mikono mitupu au kuleta ahadi. Siku ile ya kwenye simu ilikuwa ni ahadi. Sasa kama kuna mtu alikuwa anafikiria ni uongo, mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba ije pesa hapa, milioni kumi. Nimeamua niilete mkononi kwa, kwa, kwa kanuni za fedha. Kwa kanuni za fedha sio vizuri sana kushika mahela mkononi, na mimi mwenyekiti, nina bahati mbaya, kijana wako mimi kushika hela mkononi. Thamani ya kura yenu ninyi haiwezi kufanana na milioni kumi. Thamani ya kura yenu ninyi inafanana na lami hizi zinazopita. Thamani ya kura yenu inafanana na mawakilishi tunayojenga. Thamani ya kura yenu, thamani ya kura yenu inafanana na mashule tunayojenga. Thamani ya, ya kura yenu inafanana na mamiradi -ma -ma -ma ya umwagiliaji ya bilioni 21 tuliyoleta Kyela. Sawa sawa. Huwezi kufananisha thamani ya mpiga kura wa Kyela wa halmashauri hii na milioni kumi, utakuwa ni mwevu. Na mimi nataka niwaambie, hii haitakiwi nifanye leo nichaguliwe kuwa mbunge. Kinachotakiwa kiwafanye mnichague kuwa mbunge kama mmeona kazi za wazi kwa macho yenu ambazo nimefanya. <coughs> Yaani kama mkienda Ngonga mkasema, hapa kukuwa na daraja lip lipo daraja <tos> <Milisaidia>. <tos> Lakini, leo kama mnasema kule masaa kukuwa na daraja lipo, lipo. lipo. lipo. lipo. lipo, lipo. Lakini leo nataka niwaambie ndugu zangu, hatutakiwi kufin, kufananisha milioni kumi na thamani ya kula yenu. Thamani ya kula yenu ni kubwa mno si, mnoismaye si, oye. Mwenyekiti, nitaka nimalizie hili kwamba thamani ya milioni kumi sio ya kufanya mimi nichaguliwe nichagu, kuwa mbunge. Nitachaguliwa kwa mambo mengine mengi lakini nikiwemo hili sio mbaya kama <tif> <tif> kuna mtu mwingine nitamshawishi kwa kupitia hizi naa, ni sawa, mwenye kia kuna mengine ambayo nasikia leo amchangahta nasikia leo. Usiposema ukiwa bubu, hutasikika kisema, ndio tunasikia e, sisieme, nichukua nafasi hii kwanza kukupongeza sana kwa kuletea milioni kumi ambazo na imani hazitakosa kazi ya kufanya katika jengo letu, na kwa sababu nilikuwa zimeumba kwa ajili ya jengo na heshima ya mneki wetu na tutaendelea nayo na tuhakikisha kwamba jengo linabadilika kwa kazi sisiemu.